wake mkuu unaitwa Abalua. Visiwa vya Cook ni kundi la visiwa 15 kusini mwa bahari ya Pacific. Wako karibu na New Zealand na Australia. Tunakualika mtoto kutambua kwamba Mungu aliumba kila mmoja wetu kwa uangalifu mkubwa na utunzaji wa upendo. Mungu anatujua kwa karibu na sisi ni maalum kwa Mungu katika upekee wetu. Tunapofungua milango ya mioyo yetu kwa ukweli huu, kila kila kitu katika maisha yetu inabadilika. Tunang'aa kutoka ndani na tunaanza kuwatendea wengine kama watoto wapendwa wa Mungu. Kupitia programu hii tunatumi tunatumaini watu wataimarishwa kiroho kuamini upendo mkuu wa Mungu. Mungu mwenye upendo, asante kwa kutuumba, asante kwa kutupa uhai, asante kwa dada na kaka zetu katika visiwa vya Kuu, asante kwa watoto wote wa ulimwengu. Tunakupenda mungu wetu. Amen. Amen. Amen. Watu wengi katika visiwa vya Kuku kuzungumza lugha inayoitwa Vizuri. Kia orana, Kia orana. Orana. Ni msemo wa Kimaori kima, ambao wakati wabisiwa, wakazi wa visiwa vya Koki hutumia kusalimia, kusalimia. Kia orana inatumika kusalimiana, inamaanisha na na uishi maisha marefu na mazuri. Wacha Watch, tuseme hivyo mara nyingi lakini, wakati huu tukiangaliana machoni na tuseme pia wabana <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> penda kwenda kuogelea yeah. Kuna fukwe pande zote za visiwa vyao ambapo wanaweza kuogelea kwenye maji ya bahari ya chumvi. Watoto wengine wanafurahia kupiga mbizi, ambapo wanaweza kuona viumbe wengi wa bahari kama wafuatao: Clownfish ana rangi ya bluu njano kijani na u kaa ana rangi nyeupe, nyeusi na kahawia. Mweza ina hewa nane iliyojaa visinu. Kasa ana rangi ya kahawia na kijani. Nyasi za baharini ni kijani kibichi na ni chakula cha viumbe wote wa bahari. Tutaenda kuimba wimbo wote kwa pamoja ambao unasema

Ya 139 mstari wa 14. Nakusifu, kwa maana nimeumbwa kwa kwa, ni kwa jinsi ya ajabu na, ya ajabu na, ya ya na kusifu, kwa kwa kazi zako ni za ajabu, na nafsi yako yajua sana pamoja ndani ya tumbo la mama. Hayo ni mawazo mazuri sana. Swali lingine, j ni baadhi ya mambo gani ambayo Mungu alifanya miili <coughs> yetu <coughs> kifanye taja kazi zingine za viungo vyetu katika mwili. Tunalinua na kulitukuza jina lako, tunakiri ya kwamba Bwana wewe ni Mungu unayeweza yote, hakuna mwingine yeyote. Tazama siku ya leo Mungu, tuko mahali hapa kwa ajili ya kuanzisha siku ya maombi ya dunia ambapo zaidi ya kua izama. Bwana, tunaweka watoto wote mikononi mwako, tunaweka wazazi wote mikononi mwako, hata majira ya Mungu tunaposimama na kusikia neno lako tunaomba ukatufundishe. Sisi ni watoto wako, tunahitaji kula na kunywa kwa dhamauni pako. Sema na nafsi ya kila mmoja aliyoko mahali hapa. Zaidi ya yote, Mungu ukanitumia hata mimi mwalimu kama chombo tu, e Bwana, katika kufikisha ujumbe wako, maana sistahili, bali kwa neema ya kwako Mungu umenistahilisha. Pokea sifa, heshima na utukufu, maana peke yako unastahili na wewe ni waajabu maishani mwetu. Kila mwenye pumzi aseme amen, amen marafiki, amen. Ya, na hatuna zawadi ya kumpa Mungu kwa maajabu ambayo anafanya basi, kwa sababu tunafahamu kwamba Mungu ni waajabu, hebu tumshangilie Mungu kwa makofi. Tuchague mia tatu ishirini na. Aya, ya gani? Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Bwana Yesu asifiwe, marafiki. Kwa hiyo tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu, lakini sio kwa jinsi ya ajabu tu, ya kutisha, ya kufanya nini, yeah. Unashika tumbo lako hivi. Shika tumbo lako. Unaweza kaniambia kwa tumbo lako tumbo lako ukishika hivi unajua kuna nini na nini? Unajua? Nani anajua? Hebu tuambie, tumbo lako kuna nini na nini na kimekaa wapi ukijishika hivi? Ni kitu ambacho hakiwezekani marafiki, si ndio eh? Kwa hiyo mpaka hapo tunaona kwamba tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Ya kutisha. Hebu fanya hivi. Fanya Kufanya hivi fanya ufanya hifanyahivi umeone, una watu wameshindwa wakafungua nini mdomo. Kwa hiyo kumbe, pua na yenyewe ina maajabu yake, si ndio? kuna eh? Hewa inatoka pale, inatusaidia kufanya nini? Kuishi, k tukijiziba kwa muda mrefu tunaweza kukafa, si ndio marafiki? haya si ndio rafiki? Lakini nikiwaambia ushike, unaweza ukaushika mpaka akayo tayari. Ni nini? Ni maajabu. Kwa hiyo haijalishi umeumbwa una rangi nyeusi, haijalishi umeumbwa una rangi nyeupe, haijalishi ni mrefu ama ni mfupi, lakini wote tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Kwa hiyo jinsi ulivyo, jikubali, jiamini. Hata kama ni kule shuleni amini kwamba wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Wewe huwezi kufanana na nini? Japo unaweza kambo umefanana na mama yako, lakini hapana. Kuna kitu, kitu kitu kimoja tu kitakufanya utofautiane na nani? Na mama na mama yako, si ndio? Tunaona sasa hivi watu wanaenda kuandikisha kwenye vile vitambulisho vya NIDA, si ndiyo? Kila mtu anafanya hivi, si ndiyo? Na anafanya hivi, unafikiri vile unaweza ukafanana na mama yako? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kila mtu kaumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Hata kama wanakusema sijui unakomwe, sijui kichwa kimekaaje, sijui miguu yako imekaaje, livyo ulivyo na ujikubali, maana we ni mfano wa nani? Wa Mungu. We ni mfano wa nani? Bwana Yesu tunakushukuru, maana umesema na sisi umetukumbusha kwamba kila mmoja ana thamani na kila mmoja ameumbwa kwa sura na kwa mfano. Tupe kuchukuliana, tupe kujaliana, tupe upendo wa kweli uliotoka kwako. Tujalie Bwana, ili tuweze kusaidiana katika pendo lako uliye Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Endelea kuwabariki watoto wao, wakapate kuwa naazi yako Ninaomba haya machache nikiamini ya kwamba Bwana umekwisha kutenda na utatenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen, Amen.